Ya mabadiliko nafikiria, ama tukasema mabadiliko, kuna akili inadhaminiwa kuliko kimo cha mtu. Tukasema kuna mabadiliko ya mtazamo wa mtoto wa kike, sasa hivi anaonekana kama mwanga wa jamii yake. Pia tukasema mwanamke anarithi mali siku hizi, kurasa sitini, mwanamke anaweza kurithi mali. Sasa tusome hapo, tulikuwa hiyo hoja ndio

Kawaida hata nikinywa nani nitalewa? Nyote niache, bado ni mzima kabisa. Sikiliza basi, zamani mila zetu hazikuruhusu watoto wa kike kwenda shule au kurithi, sasa wanakwenda na kurithi. Zamani watoto wa kike walikuwa wanategemea mifuko ya waume zao, sasa hali ni tofauti. Tamaduni, mila na desturi zetu zinazidi kukubali mabadiliko. Thamani ya mtoto wa kike imepa imepanda na nafasi ya yake kupanuka ya buza, ya ote, ya kazi e, tulisoma jana kwanza, tulisema hiyo hoja, si ndiyo? Eh, sasa hivi mwanamke pia anajitegemea, ategemei mwanaume, si tumesoma hapo tu. Pia unapata hapo hoja ya tano katika mabadiliko unapata sasa. Neema anasema kwamba hakuna sasa kosa mama yake kulala kwake, si kama pale awali ambapo Buju alikuwa anasema hawezi akalala pale kwake. Hoja ya sita ni kusherekea mazao ya kwanza unajua mazao ya kwanza yalikuwa yanasherehekewa yana na wazee, lakini sasa mambo yamefanya nini? Yamegeuka. Ukurasa hamsini na nane, usome hapo. siku hizi hakuna kusherehekea. somewe ya chumba cha udongo nyumbani kwake, amemaliza kushiriki. Sasa kila mmoja ana bilauri yenye kinywaji. Asante mzee mwenzezu, tumefurahia ya makaribisho yako ndugu na naku. Hivi ndivyo walivyofanya wazee wetu, maguna ya kwanza uanze na wazee na kutoa baraka. Ni kwamba tu sasa hayatiliwi haya maanani tena, lakini ilikua vizuri. U leo mambo, tete, watu hawayazingatii tena. Mambo yayo jabu muhimu watu hutaka wakala na kunywa na kubadilishana mawazo kma uchoto kwenye vikao kama hivi. E kabisa. Pamoja na dini hizi zilizokuja zikawatengeusha, <coughs> watu kabisa wanaziona mila kuwa chafu, hawaoni chochote kizuri katika heshima za wazee wetu mm. Kwa hivyo hakuna kusherekea mazao ya kwanza. Pia mabadiliko mengine ni pale ambapo nilikueleza yaya anaachiwa jukumu la malezi. Eh, badala ya wazazi kulea watoto wao wanaacha majukumu kwa nani? Kwa yaya, ukurasa hamsini na tisa. Yona, hiki ni kibazi cha njia panda ya la wana kila utamaduni isipokuwa wao. Wajukuu wangu walikuja hapa wakati walikiza, nilitambua hawajui hata neno moja ya la lugha. tuli- tuliishia kuongea na nao Kiingereza na Kiswahili hapa na pale, katika ardhi ya wazee wetu. Ajabu zaidi hawajui hawajui tofauti kati ya mbuzi na kondoo. Kwao kwao, wao wote hao ni kondoo. Afadhali yao mjukuu, waguwatofautishi kondoo, mbuzi na mbwa. Wote hao katae ni mbwa. wanacheka wote, inachekesha. Tunalea watoto na wakienda mjini wanasahau yote. mm-hmm. Vizuri pia tunapata kuwa barabara zilizosakifiwa ziko sasa, si kama awali sasa hivi safari ni rahisi, si barabara zimesakifiwa? Yeah. Ah, si kama kuna mabadiliko sasa. Magari hata magari ya kisasa yana mbio. sitini na nne hakuna watu wengine wanataka kusoma. Haya, tuendelea. Anaonekana kufurahia mandhari ya nyumba yao Ndiyo, ndiyo ya ndege na sauti za ng'ombe anaauduzi izini inasikia, japo bado zinatosha. safari za jiji kiwa guji gu, tena kama zamani, teknolojia imefanya mambo kuwa mepesi. kama ni zamani zenye zingechukua siku tatu kupambana na barabara ya vumbi na ikionyesha ndiyo, basi ndio ni mpaka barabara ikauke, ndiyo safari iendelee. Wale wasafiri siku hizo hawakuiona safari rafu

Naosu, nafua, nafua, nafua, vizuri hivyo. Pia kuna mabadiliko ya mtazamo ya mtu vile mtu anaona mambo. Kwanza tunaona Yona anabadilika, anabadilika anaanza kumtunza, anasema atamtunza mkewe, amebadilika pia. Neema anabadilika, anajuta kwa, kwa memli, kwa alikuwa amemlaumu babake kwa mengi, hata wakati huo alikuwa anashangaa babake amepika kutoka pale. Tupige hatua twende kwa dhuluma, na nilikwambia kudhulumu mtu ni kumtesa au namnyima haki. Kwanza tumesema mtoto wa kike ananyimwa uongozi. Ukurasa wa pili, tulikuwa tumesoma ndio maana, kwa sababu unaambiwa fimbo ya mzee inarithishwa mtoto wa nini wa kiume. Kwa hivyo mtoto wa kike ananyimwa uongozi. Pili, mtoto wa kike ananyimwa kujiendeleza elimu. Si aliachishwa, aliachisha nini? Aliachishwa uh, sare, aliachishwa masomo katika darasa la saba, ukurasa thelathini na tatu. Naandika hapo kwenye kitabu chako, ukurasa huo

Huwezi kurudia ile ile gari kupiga resi tu. Anacheka, sikujua tuna mtaalamu. usi- usiteze na hili za mkii elimu ndiyo si kupata sawasawa. Siku zetu elimu ya wasichana ilifanyiwa e, mimi niliachia darasa la tano. Mmm, unaona <coughs> sasa hiyo ni dhuluma. Aliachishwa darasa la saba. Pia kuna kudhulumiwa. Yona anamdhulumu Sara kwa kumwambia kumhitaji ampikie na hali yeye ni mgonjwa ukurasa wa kwanza. Anataka ampikie na hali yeye ni mgonjwa. Yona, Sara bado, Sara. Sara, bado utakubadi mwenzio hapa nilipo, kichwa kimeidana mto siku nzima. Wewe unajua ni kwa ajili ya maradhi haya, si kwa uzembe walaanio ua akimtazama usoni. Sivyo ndivyo, njaa imekushika sana, ninajua. Lakini mwenzio nifanye nini? Miaka yote hiyo nikiwa ni azi na afya yangu, mbona si kufanya ajizi? Muda watu huo nikifika mimi nikiandaa na kukaribisha meje, leo kazi hiyoliishinde kwa mm hivyo -hmm. Hiyo ni dhuluma. Anamtesa, anataka apike, ampikie, na hali yeye ni mgonjwa pia. Uh, Yona anamdhulumu Sara kwa kumpiga, anampiga hadi anapoteza fahamu, kurasa wa kumi. Deni, sende ukanawe uso unalala, kurasa wa kumi. Ina. Ina, ani mradi haya hayaenda hapo. Kiwa anashusha pumzi nzito I see, anza dina Au. Au wametoka mbali huko, wakati hakuna alia amini wangishi, pamoja pamoja na ulevi wake, tena alianza kupiga sana, tena kipigo cha uma, hasa alikokuwa amelewa. Mara kadhaa alimwagia maji baridi kumrejesha fahamu, kwa kwa nini? Huyo <coughs> ni kiwa kwa hivyo si umeona alikuwa anapoteza fahamu. Anamwagiwa maji ili arudishe fahamu zake. Pia mateso mengine au dhuluma ni pale jamii inamwambia Yona aoe mke wa pili aweze kupata mtoto wa wa kiume. Kwanza hapo kuna dhulumu mbili, kuna dhuluma mbili. Kwanza wakati walikawia kupata mtoto, si watu walianza kuwasema. Yes. Eh, kule kuwasema ni dhuluma. Alafu mara ya pili wakati wanamwambia Yona aoe mke wa pili ili apate mtoto wa kiume pia hiyo ni dhuluma.